Mbolea. Ongeza mavuno kwa matumizi sahihi ya mbolea. Katika ardhi ya Eswatini bendera ya Tanzania ikapepea mikononi mwa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea ya Tanzania, TFRA ikisindikizwa na nderemo za ushindi wa tuzo ya ubunifu wa mifumo ya kidigitali kwa taasisi za umma na kuandika historia ya kimataifa kwenye ulimwengu wa tehama. Hii ni safari ya ushindi wa matokeo ya ubunifu wa matumizi ya mfumo wa kidigitali wa pembejeo za ruzuku ulioasisiwa na serikali ya awamu ya sita katika utekelezaji wa mpango wa pembejeo za ruzuku kwa wakulima. Tuzo tuliyopata ni kwa ajili ya mfumo ambao tunautumia kwenye kusambaza mbolea, umefanyiwa kazi ya kutosha ikihusisha wadau wote e, ni mfumo ambao unatusaidia sana, ni mfumo wa, wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania ambao unajumuisha usajili wa wakulima, ununuzi wa mbolea na usambazaji wa mbolea ni mfumo ambao tulianza nao mwaka 2022 na wakati huu mpango wa ruzuku ulivyozinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mfumo huu umerahisisha usambazaji, uuzaji, umeongeza tija katika kupata takwimu. Mkulima anayesajiliwa ni mkulima yoyote ambaye anatumia pembejeo za mbolea, mbegu za mahindi, lakini na pia na viuatilifu. Tulipeleka mfumo wetu wa kidigitali wa ruzuku ya mbolea. Katika kinyang'anyiro hicho, TFRA tulifanikiwa kufika katika nafasi ya tano bora, tuliweza kushika nafasi ya tatu tukifungana na nchi ya South Africa. Utengenezaji wa mfumo huu ni kazi ya mikono bunifu ya vijana wa Kitanzania kutoka kampuni ya BizTech, TFRA hadi shambani linakopatikana tumaini kwa anayehitaji chakula. Mfumo huu umetengenezwa na maprograma wa Kitanzania wa serikali toka TFRA na taasisi mbalimbali za Wizara ya Kilimo, ikishirikiana na Mamlaka ya Serikali Mtandao yani eGA, pia tukishirikiana na kampuni ya BizTech ambayo ni kampuni ya Kitanzania pia. Kwa hiyo mfumo huu unaendeshwa na Watanzania na umetumia teknolojia ya hali ya juu kwa maana hiyo uh, mfumo huu umekuwa ukizidi kuongezwa ili kuweza kutoa takwimu sahihi. Takwimu hizi zinasaidia kwenye upangaji mbalimbali mbali, uh, wa mipango ya serikali. Kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa mbolea, tulijenga mfumo ambao unaweza kufanya uh, ufuatiliaji wa usambazaji toka mzigo unapoingia bandarini mpaka unapofika kwa mkulima. Lakini jambo lingine ambalo mfumo huu umesaidia ni kuongeza maeneo ya, ya usambazaji. Moja ya kitu ambacho tulikifanya kwenye mfumo, kuongeza ubunifu wa namna gani ambavyo ma maeneo ya usambazaji yataongezeka, na hapa ndipo tulikuja na idea ya kwamba zile bei elekezi zinazowekwa na mamlaka zipatikane angalau kwa kila kata. Lakini hiyo yote, kwa sababu kuna digital system, watu wameamini kwenye digital wanaosambaza lakini pia na mamlaka imeamini kwenye digital na wakulima wenyewe wameamini kwenye digital. Tuzo hii ni mali ya Watanzania na wanufaika wa mfumo huu. Tumepokea vishikwambi kwa mabwana shamba wetu wote. Tunafanya kazi kuu mbili, moja ni kusajili wakulima kwenye mfumo. Kishikwambi hiki kina uwezo wa kupima eneo la mkulima, na kwa maana hiyo kwamba taarifa zile zote tunaziingiza kwenye, kwenye mfumo ule wa kilimo ambao kishikwambi kinafanya kazi kubwa sana. Mfumo umeweza kutusaidia kwenye maeneo mengi, eneo la benki, eneo la manunuzi ya mzigo, kwa sababu tunapokwenda benki hatuna tena haja ya kwenda na vitabu, tunakwenda tu kuonesha kile ambacho kiko kwenye mfumo. Kwa hiyo, imeturahisishia sisi kuaminika. Kwa hiyo, tumeweza kukuza biashara yetu kwa sababu mfumo una taarifa zote. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza sana mamlaka ya mbolea Tanzania, lakini pia na waliotengeneza huo mfumo. Sisi kama walaji au watumiaji wa huo mfumo tunanufaika nao. Mfumo unatusaidia sisi kumuuzia mkulima kwa kutumia bei elekezi ambayo tumepewa na serikali, kunasishai mwenyewe nani muuzaji kufanya stocking kiurahisi sana. Vyama vya ushirika pia vimetumika kufikisha mfumo huu kwa wakulima wao wa kuhakikisha pembejeo za ruzuku zinapatikana kwa urahisi. Kuja na mpango wa kusajili wakulima kwenye mfumo na mfumo tunaotumia ni ule mfumo wa TFRA wa usajili wa wakulima wa upatikanaji wa pembejeo za ruzuku. Hapo awali tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana, mbolea tulikuwa tupate kwa wakati na vile vile mbolea ilikuwa bei kali, kwa hiyo serikali waivyotee mfumo wa ruzuku, wamewakoa wakulima kwa kiasi kikubwa sana. Ushindi wa tuzo ya ubunifu wa mifumo ya kidigitali unachochea ari ya utendaji kazi katika ulimwengu wa TEHAMA. Kongole Wizara ya Kilimo, kongole TFRA, kongole wabunifu wetu!